Baraza la madiwani manispaa ya Ubungo 2025 limevunjwa leo Juni 20 2025, ambapo mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando amepongeza na kushukuru baraza hilo kwa utendaji mzuri katika kipindi chao chote walichokuwa madarakani. Kwa niaba ya serikali ngazi ya wilaya, ni chukue fursa hii kukupongeza kwanza, wewe binafsi kwa kazi kubwa na nzuri ambayo umeifanya kuiongoza baraza letu la halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Kwa kipindi chako chote cha uongozi, umefanya kazi nzuri, umeisimamia umeisimamia na kuiongoza baraza vizuri. Kama tunavyofahamu, kazi ya baraza ni kuisimamia halmashauri, ni kubuni na kuratibu utekelezaji wa mipango yote katika ngazi ya halmashauri. Kwa kupitia uongozi wako Mstahiki Meya, ni kupongeze kwa niaba ya serikali kwa kazi hii nzuri ambayo umeifanya. Lakini vile vile, nimpongeze sana naibu Mstahiki Meya kwa kusaidia wewe pamoja na baraza lenu kuhakikisha kwamba kazi hii ambayo wananchi waliwapa dhamana ya kuifanya mnaifanya vizuri. Kwa kweli nakupongeza sana. Naye mstahiki meya aliyemaliza muda wake, Mheshimiwa Jafari Nyaigesha, ameshukuru ushirikiano mzuri wa viongozi na watumishi wa halmashauri hiyo katika kipindi chao chote cha uongozi. Isimama na madiwani wangu wote, yani nasema bila kificho, nasema viende vikao vifanye kazi yake. Madiwani hawa wamefanya kazi yao, wametekeleza, ndio maana halmashauri inang'ara sana. Akizungumza kwa niaba ya baraza hilo la madiwani, diwani anayemaliza muda wake wa kata ya Makurumla Bakali Hasan Kimwanga amesema miaka mitano kote, tunaiita miaka mitano ya dhahabu, na tukiangalia moja kati ya safari yetu, wakati tunaanza ilikuwa ni ya milima na mabonde. Ilifika wakati mheshimiwa msaiki mea, baadhi ya wakuu wa idara walikuwa hawatuelewi, kwa maana kila tukija, tukiingia ndani ya ukumbi, tuko radiko lakini tulikuwa radical kwa sababu ya maeneo ambapo watu wametutuma ndani ya hili jengo, na baadaye tukaja tukawa sawasawa, kwa maana baada ya kuona flow ya miradi ikiwa inafanyika katika maeneo yetu. Aidha, baraza hilo limempongeza mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo Dr Aroni Kagurumujuli kwa ushirikiano mkubwa katika kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo, ambapo pia baraza limemtunuku tuzo ya pongezi kwa ujumla wa majukumu ambayo amekuwa akiyatekeleza kila siku. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Godson Bilinyi wa Msasa Media.